Kiochea hayo ya niseria kutoka mwingi huko Kabuchai, pia kuna mwingine anaitwa Holyz Otieno ambaye ana ulemavu wa ngozi lakini ni kwamba hajapata nafasi ya kujiunga na shule kutokana na kwamba hana mtu wa kumlipia karo. Kulingana na Holyz ambaye ya alifanya vizuri katika mtihani wa KCSE, changamoto ya kifedha imekuwa ikiathiri pakubwa masomo yake, analazimika kusalia nyumbani kwa muda mrefu huku wenzake wakiendelea na shule masomo. Support ya fee ya chakula shuleni, fee, na saizi sina viatu vya shule na pengine tu ya uniform, nitashukuru Tunaomba idara yoyote, awe mbunge wa maeneo haya, hawa MCA wa maeneo haya pia ashikilie huyu Holyz, kwa sababu in future atasaidia eneo hili la Sanandiki, eneo hili eneo bunge hili la Kabuchai. Kutoka kaunti namba 39.